Good morning and welcome to EWTN. Waumini na wasio waumini wa Kanisa Katoliki wanaendelea kumiminika mjini Roma kuomboleza kifo cha Papa Francis, aliyefariki dunia ya Aprili ishirini na moja, huku mazishi yake yakipangwa kufanyika Jumamosi, Aprili ishirini na sita saa nne asubuhi kwa saa za Roma, katika Uwanja wa Mtakatifu Petro. Leo Ijumaa, kuanzia saa moja asubuhi hadi saa moja jioni waumini wote wataendelea kutoa heshima ya mwisho ikifuatiwa na ibada ya kufunga jeneza inayotarajiwa kufanyika saa mbili usiku. CNN imeripoti kuwa, kutokana na sera zake za huruma na mawasiliano ya moja kwa moja na watu wa kawaida ni dhahiri kuwa hata wasio Wakatoliki wengi wanaweza kutaka kutoa heshima zao za mwisho mbali na Wakatoliki bilioni 1.4 duniani. Hata hivyo, kupata nafasi ya kuhudhuria inaweza kuwa ni changamoto, kwani zaidi ya wageni wa kigeni wanaotembelea Italia imefikia viwango vya juu zaidi katika historia. Pia Roma imejaa zaidi mwaka huu kutokana na kuwa mwaka wa jubileu wa Vatican ambao unatarajiwa kuvutia zaidi ya mahujaji milioni 32, mbali na watalii wa kawaida waliokuwa milioni 37.3 mwaka jana. Kiongozi wa safari za hija Roma na mwongozaji wa matembezi ya Vatican amesema kuwa, nukuu kutakuwa na uwepo mkubwa wa vyombo vya habari hasa zaidi wakati wa mazishi ya Papa Benedikti kwa kuwa Francis ni papa wa sasa, mwisho wa nukuu. Ameongeza kuwa anatarajia idadi ya watu kufanana na ile ya mazishi ya Papa Benedikti wa kumi na sita na haitakaribia Papa John Paul wa pili mwaka elfu mbili na tano ambapo watu milioni nne walifika Roma. Ratiba ya mazishi ya Papa Francis, atazikwa katika basilika ya Santi Maria Magori iliyoko umbali wa maili mbili kutoka basilika ya Mtakatifu Petro. Mazishi rasmi yatafanyika Jumamosi, Aprili ishirini na sita saa nne asubuhi saa za Roma, katika Uwanja wa Mtakatifu Petro. Hafla hii itakuwa wazi kwa umma na haitahitaji tiketi, lakini tarajia foleni ndefu sana. Mazishi hayo yatajumuisha ibada ya mwisho ya kutoa heshima na kumkabidhi kwa Mungu kabla ya jeneza kuingizwa ndani ya basilika, kama sehemu yake ya mwisho ya Misa. Baada ya hapo mwili wake utapelekwa katika Basilika Santi Maria Maggiore kwa maziko. Njia itakayopitia bado haijatajwa rasmi. Francis ndiye papa wa kwanza zaidi wa karne moja kuzikwa nje ya Vatican, akichagua mahali hapo kwa sababu historia yake ya ibada ya sara katika kanisa hilo, na alifanya ziara yake ya mwisho ya kushtukiza hapo Aprili kumi na mbili. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali mbali.